tukanwa nchi ya Tanzania, akitukanwa rais ni kwamba tumetukanwa wa Tanzania wote kwa ujumla. Kwa hiyo ninaomba tujitokeze wote kulaani kila mmoja kwa nafasi yake, kwa sababu kutukanwa rais imetukanwa nchi, kwa sababu rais ndio nembo ya taifa lolote lile. Kwa hiyo hata sisi akitukanwa Daktari Samia Suluhu Hassan ni kwamba tumetukanwa wanawake wote wa Tanzania, lakini pia tumetukanwa wananchi wote wa Tanzania. Kwa hiyo niombe tu wananchi wote wa jamii ya taifa hili la Tanzania tujitokeze kuhakikisha kwamba tutailinda nchi yetu kwa namna yote ile, kwa sababu eh, wanaharakati wa haki za binadamu ni lazima pia tutumie nafasi tulio nayo kuhakikisha kwamba nchi yetu pia itakuwa salama, kwa sababu anaposhambuliwa rais wa nchi tayari hapo nchi haiko salama, na tayari hapo wananchi wote hatuko sawa, hatutakuwa salama. Kwa hiyo mimi naomba kwa ujumla wetu tuhakikishe kwa kwamba tutasimama na rais wetu, tutasimama na nchi yetu kuhakikisha kwamba uchafuzi huu wa kimtandao ambao anadhalilishwa rais wetu, mnaona sasa hivi kila mtandao ukigusa, unaona picha anazoeditiwa kutukanwa ama kudhalilishwa rais wetu. Kwa hiyo kwa kweli tumechukizwa kama wa, wanawake watetezi wa haki za binadamu tumechukulia kwa uzito mkubwa sana tukio hili la kudhalilishwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, udhalilishaji ama ukatili wa kijinsia ambao ulifanyika kwa njia ya mitandao ya kijamii kwa wale ambao wanajiita wao ni wanaharakati wa haki za binadamu. Sisi tukiwa kama wanaharakati wa haki za binadamu tunaamini kwamba mwanaharakati yeyote yule anayeamini katika utu, anayeamini katika jinsia, anayeamini katika faragha Kamwe hawezi kufanya ukatili wa kijinsia kwa njia ya mitandao ya kijamii tukiwa kama wanajumuiya ya Afrika ya Mashariki, lakini hatuna haki wala hatuna dhima ya kuingilia masuala ya ndani ya nchi yeyote. Hatuna dhima ya kumtukana rais yeyote, hatuna dhima wala mamlaka ya kumdhalilisha kiongozi yeyote ndani ya jumuiya ya Afrika ya Mashariki.